Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uhali gani mtazamaji wa EIPTI Media? Leo tuko katika wiki ya maadhimisho ya miaka 20 ya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro ambapo kilele chake ni tarehe 20 mwezi huu Juni 2025. Tunatarajia kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ambaye atakayekuwa ni mgeni rasmi. Lakini kabla ya tarehe 20, hapo tarehe 19 tutakuwa na dua ya kuliombea taifa letu kukiombea chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, lakini pia na kuiombea nchi kwa ujumla. Mbali na hapo kutakuwa na ufunguzi, ama uzinduzi wa jengo la ICT, hapa chuoni chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Mbali na hayo au zaidi na zaidi, pia kutakuwa na wahitimu mbalimbali walotoka katika chuo hiki cha Waislamu, na, kuja kutuonyesha ama kwa, kwa motisha na motisha na utuonyesha wale wanafunzi ambao wako katika chuo hiki cha Waislamu Morogoro. Karibu sana, usikose kuingia na kuwasili siku hiyo. Hakuna kiingilio isipokuwa ni macho na miguu yako. Asante.